tunatumia upepo kwa hivyo, na matanga katika me kama matanga 26 kwa jumla. Kamba zake zimhumu kamba zote hizi ukikusana pamoja ni sawasawa na kilomita 8 na nusu, au kwa maana nyingine kamba zote hizi aotiakuoneshea ni ni mita 8500. Nini maana yake? ni kwamba hii boti inategemea sana wanaita working ship

Safari yetu imechukua siku thelathini uh, kasoro saa kumi na mbili. Kwa mara nyingine tumebahatika kuangalia tuna saa kumi na mbili mapema. Kwa hakika safari ilikuwa ni vizuri, ni kawaida uh, changamoto za bahari. Kisafiri kama hizi lazima itokee changamoto. Na leo uh, ndio siku yangu ya mwisho kuwa katika duty yangu. Nitakuwa hapa mpaka saa sita mchana. Na kwa kabisa officially, basi kuendesha, tumeshamaliza katika moja, tulipata, tulipata mara hii ni kwamba tulipigiwa radio call kwamba kuna meli imepata emergency na inahitaji msaada wetu. Lakini iliko mbele yetu sana, bahati nzuri kuna meli nyingine ikawasaidia. Bila hivyo, kuachana na hilo tena, kila kitu kwa safi kwa nzuri, tulifika hapa jana Brazil. Na safari yetu ilitokea Namibia kufika hapa ilichukua siku 30 kwa jumla. Hakika, uh, safari ilikuwa nzuri sana alhamdulillah. Kwa safari ambayo ni kubwa ni e, tumesafiri karibu maili elfu tatu mia moja na kitu za bahari, ni sawa sana kilomita kama elfu sita mia tatu za, za nchikavu. Safari hii imechukua siku thelathini kasoro kwa saa kidogo. Tumepata tumetoka katika continent la, la Afrika kuja continent la Amerika Kusini kwa mara nyingine. Tumetokea Namibia na tumefika hapa Brazil eh, jana kwa kweli. Ah, safari ilikuwa nzuri, lakini ilikuwa vizuri sana isipokuwa e, tukia changamoto mbili tatu, mambo ya kawaida unaposafiri bahari kubwa kama hii lazima changamoto zinatokezea, lakini kama changamoto moja inatokezea ameshaelezea kuhusu boti, na kuna changamoto nyingine inatokezea kufanya mazoezi katikati ya bahari, na ikabidi mmoja wetu aanguke kwenye maji kwa kufanya mazoezi. Kwa hakika ni mambo ya kawaida kwenye bahari unayofanya na yanavutia sana, na leo natarajia inshallah kutoka katika meli hii na kufanya holiday kidogo kwa muda wa wiki mbili, na baada hapo natarajia kurejea nyumbani inshallah.